Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Nyamira wamezuru vijiji mbalimbali kuwahimiza vijana kujitokeza na kujisajili kuwa wapiga kura, baada ya kaunti hiyo kuorodheshwa kati ya zile zilizoandikisha wapiga kura wachache zaidi nchini wiki iliyopita. Wakizungumza walipozuru vijiji mbalimbali mbali, huko Mugirango Kaskazini, wakazi hao wanasema kujisajili na kupiga kura ndiyo njia mwafaka ya kusukuma ajenda ya mageuzi na kuwachagua viongozi bora nchini. Aidha, wakazi hao wameiomba serikali kuwasajili vijana na kuwapa vitambulisho kwa wakati ili kuwawezesha kujiandikisha kama wapiga kura. Ningetaka kuwahimiza watu wote wa Nyamira hasa vijana wale ambao hawajawahi kushika eh, hawajawahi kuchukua kura wajitokeze, kwa kipindi hiki ambacho tumepata IBC ikiwa imefungua, ili wapate kuchukua kura, nao wapate kuchukua kura zao. Haki yetu kuipata katika hii nji yetu ya Kenya ni kuchukua kura. Vijana wote, amuka asubuhi nenda. Saa hii tumeanza kusajili watu ambao wanachukua kura wako kila mahali. Tuende tuchukue kura. Kama ma Gen Z nyinyi ndio mlieza huu mchakato ya kwamba huu wakati ni majenzi, watapiga kura. Nawaomba wajitokeze kwa wingi, wachukue kura ndio waweze kupiga kura wakati wa 2027. So watoke watu kwa nyumba wareceste kama wapiga kura, so that ndio nguvu yao iweze kuonekana, na kura sio kwa mitandao. Nataka niwaambie wakuja kwa wamama, kuna wamama wenye wako kwa maboma wenye hata waendi kwa mitandao kusoma soma vitu huko